Bwana Dunia... wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninaitwa mchungaji Nesmeri Marishi Kandaga. Ninamtumikia Mungu katika kanisa la Kiinjili la Kiruteri Tanzania. Usharika wa Kitefu. Ninakusihi na ninakualika wewe mpendwa msikilizaji na mtazamaji usikilize nyimbo za kwaya hii ambayo ninaitambulisha kwenu, kwaya ya Agape ambayo inahudumu katika mtaa wa Yeriko, usharika huu wa Kitefu. Imeleta kwenu album inayofahamika kwa jina la Dunia. Hii ina nyimbo zenye ujumbe wa neno la Mungu na nyimbo hizi ni za kutia faraja, ni nyimbo zitakazomtukuza Mungu nawe utaifurahia. Zimebeba ujumbe wa neno la Mungu, ina nyimbo tofauti tofauti kama vile Yesu anasema, njoni kwa Yesu, Yesu ni rafiki, utahesabiwa, utahesabiwa gharama. Tafuteni tafuteni Bwana, na Yesu ametufia, Yesu amekwisha tufia dhambi. Karibu kusikiliza na Bwana akubariki.